Jina naitwa Linda Mshana, meneja masoko na uhamasishaji mfuko wa Self, na siku ya leo tumekuja w kuwatangazia Watanzania wa fursa zilizoko katika mabanda yetu ya saba saba, maanake na sisi tumeshiriki katika maonyesho arobaini tisa ya sabasaba hapa viwanja vya saba saba Dar es Salaam tuna mambo mazuri sana ambayo tumewaletea wananchi. Sasa hivi tuko katika banda la wizara ya fedha, na tumekuja hapa kuwaletea Watanzania fursa zilizoko katika mikopo aina mbalimbali ambayo tumeianzisha kwa mwaka huu ishirini ishirini na tano, ikiwapo ni mikopo kwa ajili ya nishati mbadala, lakini vilevile kumikopo kwa ajili ya vikundi ambao wamejisajili na wako kwa pamoja na wanaweza kufanya shughuli za uzalishaji maji kwa pamoja. Hii tumeitoa rasmi kabisa kwa ishirini ishirini na tano kwa sababu tumeona fursa nyingi zinawapita wale ambao wanakuta hawana um, tuseme dhamana, hawawezi kuwa kwenye sehemu ambayo wana rasmi ya biashara. Kwa hiyo tukasema na wenyewe pia tusiwaache, kwa tunawakaribisha Watanzania pamoja na mikopo mingine mingi kwa wafanyakazi wa serikali kwa wanaotaka kuboresha makazi yao, wanaohitaji kwa ajili ya ujasiriamali na biashara za aina mbalimbali, waweze kufika katika banda letu, waweze kupata hiyo elimu. Lakini vilevile kama unahitaji kupata elimu kuhusu bajeti, kuhusu mambo yako ya kifedha, biashara yako ufanikiwe sehemu gani, ufanye nini, tunawakaribisha ufike katika banda letu pia kwa ajili ya hiyo elimu. Bila kusahau bima, tunajali mali zako, tunajali biashara zako na tunajali maisha yako Kufike katika banda letu utapewa fursa za aina mbalimbali na bima za aina mbalimbali ambazo tunazitoa katika banda letu. Um, kwa Watanzania ambao wanajishughulisha na biashara ya nishati mbadala, kwa maana kwamba wewe ni mfanyabiashara unaouza vifaa vya sola, wewe ni mfanyabiashara unaouza gesi, wewe ni mfanyabiashara ambao unatengeneza bidhaa za aina mbalimbali ambazo kutumika badala ya nishati uh, za kama kuni na ambao sasa hivi tunaangalia mazingira yetu, tunaweza kufika kwetu sisi, tutakupunguzia riba na zaidi ya hiyo tutakusaidia biashara yako iweze kutoka kwenye hatua moja hadi nyingine. Tunawatia sana moyo hata wa, wa wanafunzi ambao wamemaliza kwenye nyanja hizo, kwenye maeneo ya kilimo, wana vitu mbalimbali ambavyo wamevigundua kwa ambayo vinaweza kutumika kama nishati mbadala, na wamefanya biashara kwa udogo huo na wanataka kuikuza zaidi, waweze kufika katika banda letu ili nasi tuweze kuwapa mikopo mikubwa zaidi ya kukuza hizo biashara.